Tanzania nzima utakuwa na story mingi, lakini nothing like Arusha man, you got to agree with that. Mimi nasubiria kuwashwa na hiyo gari, niwashe nipeleke nikawashie uko, imeisha. <sharpy> hiyo aina ya kelele. Najisikiaje kuwa hapa mwanamke peke yako, yani unashindana Najisikia eh, vizuri sana kwa sababu kwa Tanzania nadhani mimi ndo mwanamke peke yangu ambaye nafanya mambo ya drag race, sijaona mtu mwingine kwa kweli. Arusha hapa amekuwa, pamekuwa moto, kumenoka. Twende tukamwonyesha upendo rais wetu, kwa hiyo asiopata mwananchi mmoja nyumbani. Anayebaki nuaniishirina